Msanii Roma Mkatoliki ambaye kwa sasa yuko abroad huko, e, anaishi Marekani, ameweza kumchana sana Damo Platnam kufuatia andiko lake ambalo ameweza kuliandika katika mtandao wake wa insta story. Kufuatia e, insta story ameweza kuandika ujumbe mzito sana akiwalenga wasanii wote kwa ujumla na kuandika neno zito na kusema kwamba ni manyumbu, lakini hilo neno aliambatanisha na kitu fulani ambacho humo ndani aliweza kumsema Damo Platnam, simba la masimba, Dangote. e, kabla sijakusomea hichi ambacho ameweza e, kuandika Roma Mzibabwe, Eh, nikulete katika ile sakata zima ili story za mwisho katika kampeni ya Baba Levo ambaye kwa sasa ndo mbunge huko Kigoma. eh, wakati anafanya kampeni zake za mwisho eh, eh, ana perform aliweza kuongea maneno mazito wana Moku, kiasi fulani hivyo alirudi kuja kutoa nyimbo zake tatu ambazo ziliweza kufanya vizuri hapa. Nazungumzia nyimbo kama Sasampa, Nani, Msumari ambazo zimekuja kufanya vizuri sana, zimepoa. Amezitengeneza ndani ya mwezi mmoja wa Oktoba na zote zimeenda mbali sana kupata zaidi ya watazamaji milioni moja. So, alikuja na kusema kwamba hamna kenge yote ambaye ananifikia hivi sasa hiyo kauli yake ya kenge ndo amekuja kunukuu, uh, uh, Roma Mkatoliki, ambapo katika ujumbe huu amekuja kuandika hivi na kusomea ujumbe ambao ameweza kuandika Roma majira ya leo, ambayo imeonyesha kama vile amemchana Diamond Platnumz. Roma alikuja na kusema kama ifuatavyo katika upande uh, wa Insta story. Uh, my colleagues wana ni disappoint mno mm, afaka flash na emoji heartbroken, akienda kusema kama ifuatavyo: ni kama wana ile mob psychology, amini uh, hawatendi kitu mpaka waone fulani kaanza, waone fulani kaanza, then ndio wote wanaunga tela kama manyumbu. Sipendi kuwaita manyumbu lakini ni sawa tu, kama eh, maana kuna mmoja alitwita kenge. Hivyo ndivyo alivyoweza kusema Roma Mzimbabwe, akanukuu lile neno ambalo aliweza kusema Diamond Platnumz kwamba hamna kenge, eh, eh, yote atakayenifikia kimuziki. So naye amenukuu pale pale. Ngoja ninukuu huu mstari wa mwisho kwamba sipendi kuwaita manyumbu lakini ni sawa tu, maana kuna mmoja alitwita makenge, eh, eh. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comments za wadau, kitu ambacho walikuwa wanakiandika kufuatia hii kauli ambayo ameweza kuitoa Roma Mzimbabwe na kusema kwamba mwamba kajipa urahisi wa makenge huyu mwingine anaitwa Boha kaweza kusema kwamba wasanii mtamisi sana, zile nyakati tulizo wasapoti hatuwataki tuwasikilize, eh, Wakenya na ndugu zetu wa damu wadamu. Mwingine kaza kusema kwamba Roma ndo msanii namba moja kwa sasa, haijalishi anaimba kitu gani kitu gani. Mwingine kaza kusema kwamba vyovyote utakavyo, eh, waita ni sawa tu. Mwingine kaza kusema kwamba mkato, eh, kanyoka sana mgirikzsema kwambashaka eh, eh, mgirikzsema kwamba eh, manyumbu ni sisi mashabiki njaa wao ambao tunajichanga kudownloadi nyimbo zao na kwenda kwenye show zao yani tuna wasapoti watu ambao hawana habari na sisi, kujipendekeza tu kwetu. Mgirekeza kusema kwamba ndio e, ndo mwanajeshi pekee ambaye hajatusaliti mpaka leo. Viva Roma, viva. Mgirekeza kusema kwamba waite nguruwe pori e, wakiongozwa na Queen Darling. Mgirekeza kusema kwamba asante Roma kaka. Mwingine kasema kwamba hebu tu focus na vitu vingine maandamano bila kujua mnaanzia wapi mnamaliza wapi upuuzi. Mwingine kasema kwamba acheni unafiki bwana. Mbona mna, mnachukia sana Yanga? Mwingine kasema kwamba huyo Roma angekuwa Tanzania alafu akaongea hayo eh, nina kuunga mkono wao walichokimbiza huko ni kitu gani? Eh, nchi ya kidemokrasia sio kila mtu analinda uhai wake. Mwingine akaweza kusema kwamba mimi nasikiliza wa Kenya sio wasanii wa Tanzania tena hu. Mwingine akaweza kusema kwamba Roma kanyoka sana kenge, wametuzoea sana. Mwingine akaweza kusema kwamba waite hata siafu ni sawa, maana hao wote ukiingia kwenye kumi na nane zao watakuita kenge. Mwingine akaweza kusema kwamba huyu naye wamesha me... <laughs> Mwingine akaweza kusema kwamba wasani ni makenge kama makenge wengine huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba hicho Kiroma kijinga sana tu kama ninawaza kingekuja huku Tanzania, sema kwamba upo right bro. Ni kama mbuzi e, wakafara hata wakiitwa e, wanaenda tu, kwamba hata hiyo nyumbu ni heshima e, pia a e, kama vile akataja neno fulani gumu, sema kwamba sasa hivi hata Msudani apambane na, na Mtanzania kwenye tuzo, namchagua Msudani aisee. Hawa wasanii ni takataka taka, foolish. Hizo ni baadhi ya komenti za daa ambazo ulikuwa wanaandika kufuatia hichi ambacho ukaweza kuandika Roma Mkatoliki mapema sika leo katika peji na ukurasa wake wa Instagram, kuachana wasanii ambao eh, well, ni kama vile eh, hivi karibuni wameibuka sana eh, kutoa maoni yao ya chini na zungumzaji kuhusiana na hichi ambacho ukaweza kuandika msanii Roma Mkatoliki Oh, join us. The house of trends.